Serikali ya awamu ya sita inaongozwa na mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imekamilisha utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa meli mpya ya kisasa MV New Mwanza, na sasa mradi huo upo tayari kuzinduliwa. Uzinduzi wa meli hii si tu utekelezaji wa hadi ya serikali ya mwasita bali pia ni utimizaji wa ndoto ya muda mrefu ya wananchi wetu wa kanda ya Ziwa, na ninayo heshima kubwa kuwajulisha kwamba mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atazindua rasmi kuanza kwa huduma za safari ya meli hiyo. Meli ya MV New Mwanza ni meli kubwa kuliko zote katika Ziwa Victoria. Ina uwezo wa kubeba abiria 1200 na tani 400 za mizigo pamoja na magari makubwa matatu na magari madogo ishirini. Meli hii imeundwa kwa viwango vya kimataifa na ina urefu wa mita 92.6 karibu sawa na uwanja wa mpira wa miguu, na upana wa mita kumi na saba, ikiwa na kimo yani, height ya ghorofa nne, sawa sawa na nyumba ya ghorofa nne. Ndugu wanahabari, mkataba ujenzi wa meli hii ulisainiwa kati ya kampuni ya meli Tanzania Tashiko, wakati huo ikijulikana kama kampuni ya huduma za meli za serikali ujenzi wa meli hii umetumia gharama ya shilingi bilioni mia moja ishirini nukta tano sita mbili. Wakati serikali ya awamu ya sita inaingia madarakani, mradi huu ulikuwa umefikia asilimia arobaini tu ya utekelezaji, huku mkandarasi akiwa amelipwa shilingi bilioni arobaini nukta sita nne nne baada ya kazi kubwa za ujenzi kukamilika Meli ya MV New Mwanza ilianza safari za majaribio kuanzia mwezi Machi mwaka jana. Safari hizi zilifanyika kwa awamu mbali mbalimbali katika vipindi tofauti ili kufanya tathmini ya kina ya utendaji kazi wa mifumo ya meli ikiwemo engine, mifumo ya usalama pamoja na utendaji wa jumla wa meli kabla kuanza matumizi rasmi. Baada ya kukamilika kwa ujenzi na kufanyika majaribio yote muhimu, meli ya MV New Mwanza ilikaguliwa na shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC ambalo kisheria ndio limepewa kazi hiyo na hatimaye kuruhusu kuanza rasmi safari za kibiashara. Aidha, hadi sasa meli ya MV New Mwanza tayari imefanya jumla ya safari 6 kati ya Mwanza na Bukoba kupitia Kemondo. Kati ya safari hizo meli imebeba jumla abiria elfu saba na ishirini na nane, na kusafirisha takriban mzigo wa tani 673. Hatua hii inayochangia kwa kiasi kubwa kuboresha usafiri na usafirishaji wa mizigo katika ukanda wa Ziwa Victoria. Kufanyika kwa safari hizo ni uthibitisho kamili wa kukamilika kwa ujenzi wa meli ya MV New Mwanza na ipo katika ubora uliosanifiwa uliosa na ni salama kwa utoaji wa huduma safari wa abiria na mizigo majini. Hivyo serikali imeona ni wakati muafaka sasa kufanya uzinduzi rasmi wa safari za meli ya MV New Mwanza. Aidha, kabla ya uzinduzi huo, ndugu Mwigulu Lameck Nchemba waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafanya ziara ya kikazi katika mradi wa ujenzi wa kituo cha kimataifa cha ukarabati shughuli za utafutaji utaf na uokoaji kiliyopo wilaya Ilimela eneo la uwanja wa ndege hapa mkoani Mwanza kama alivyosema Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Lengo la ziara hiyo ni kukagua na kujionea hatua ya ujenzi wa kituo hicho ikiwa ni pamoja na maandalizi mifumo ya uratibu na kuona uwezo wa kitaalamu uliopo katika kukabiliana na matukio ya dharura yanayohusisha utafutaji na uokoaji, hususan katika maeneo ya Ziwa Victoria na maeneo jirani, na namna gani kituo hivyo kituo hicho kinavyofanya kazi zake. Utekelezaji wa mradi huu ni sehemu ya jitihada za serikali ya awamu ya sita kuendelea kuimarisha mifumo ya usalama na huduma za dharura nchini, sambamba na kuhakikisha taasisi zinazohusika na uokoaji zinafanya kazi kwa ufanisi na kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya kitaifa na kimataifa.